Mpendwa mtazamaji wa PDK Generation. Leo nataka nikutembeze kidogo hapa kijijini, ni kupeleke sehemu ambapo pana mmea ambao kwa miaka mingi tulikuwa tunaambiwa tu kwamba eh, mmea huu ukenywa jisi yake, basi unakuwa unaongeza damu eh, eh, japo ambalo nilina ni, ni, ni, ni ukweli fulani, kwa sababu mmea huu unatumika katika kutibu tatizo la anemia, ambao ni upungufu fulani wa damu na sio hivyo tu, sio kwamba mmea huu unashughulika na matatizo hayo ya damu peke yake. Mmea huu umeonekana pia unaweza kutibu shinikizo la juu la damu ama hypertension, au wengi tumeweza kusema pressure. Mmea huu vilevile unaweza kutibu eh, kisukari au diabetes. Yes. Mmea huu vilevile Eh, ambao atakwenda kuonyesha tu mbele pale, imeonekana unaweza kutibu tatizo la mafuta mengi kwa mwilini, naweza ngasema hivyo kiasi kikubwa cha mafuta mwilini, aina fulani ya mafuta mwilini, mmea huu unasaidia kupunguza hiyo pia. Hayo ni machache tu, kwa sababu kuna mengine pia kama eh, ishu za vimelea fulani vya magonjwa na vinyewe vinaweza kuuliwa au kuuawa na mmea huu. Sasa Isipoteze muda sana kwa sababu mambo ni mengi, ni kutembeze kidogo kidogo, twende mpaka ulikojiotea mmea huu uweze kuona, na pengine uangalie namna ya kufanya ili kuanza kutumia hata juisi yake tu. Hata kama huumwi haya ambayo nimeyataja, ni nzuri sana kwa ajili ya afya yako ya mwili. Kwa wewe ambaye bado huja subscribe katika channel hii ya PDK Generation ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya peke yake na kusihi fanya hivyo, bonyeza subscribe hapo chini. Lakini bonyeza pia alama ya like, na kama unataka kupata notification, yani, tukustue kila tunavyoweka makala katika channel hii, basi bonyeza alama ya kengele. Kila tutakavyokuwa tunaweka makala ambazo zinahusu afya, utakuwa unapata notification. Sasa twende tukaangalie mmea huo, mmea huo ambao Eh, ni mzuri kweli kweli, yani una mambo fulani hivi hapa njiani ninavyoelekea kule. Hapa kuna, kuna, huu ni ulezi. Eh, huu ni ulezi. Ambao ulezi huu unatumika kupikia uji nzuri sana kwa ajili ya uji wa watoto sana sana, hata watu wazima sisi pia eh, huo pia tukichanganya na maji tukaloweka, unaanza kuota hivi, tunapata kitu tunaita kimea ambacho tukisaga tuna Mbege. Eh. Hapa njiani bado hatujafika eh, kuna vitu vingine eh na hivi vingine kama unaviona tu mjini hujui eh, mmea wake unafananaje, basi mmea wake ni huu hapa huu ndio mmea wa hivyo viazi vitamu. Kuna ambao vinakuwa na rangi nyekundu na kuna vyenye rangi hiyo nyeupe, kama nilivyokuonyesha hapo. Sasa hivi hapa vina rangi nyeupe, kwao tunachimba huko kwenye matuta, kama unavyoona vile vimechimbwa tayari maeneo haya. Kwa hiyo tunakaribia kufika eneo la tukio. Mwingine atasema ah, PDK nini hicho? Huu ni mhogo mbaya, unaniuliza hiki ni nini? Huu ni mti wa muogo huu ni mti wa muogo. Huu ni mti wa muogo. Hii ni mbaazi. Hii ni alizeti, alizeti. Muogo tunachimba chini hapa. Yes, endelee kwenda na safari yetu. Wow, sasa tumefika eneo la tukio. Mti wenyewe unaozungumzia ni huu hapa, ni huu hapa, mmea wenyewe ni huu ambao uh, kwa wamba umeuona tu tayari unajua huu ni mmea gani, lakini kwa wamba bado unajiuliza ni mmea gani? E bwana, hii ni rozela. Tumezoea kuita kwa kwa, kwa kirahisi tu rozela ama hibiscus au hibiscus. Na kuna hibiscus tea siku hizi e, ambayo ukikutana nayo utaelezewa pia ina faida nyingi kweli kweli, yani ina faida na, na hatufanyi utani hapa. Hii kitu ni serious. Hivi vitu vina faida nyingi sana especially kwenye kushusha sukari, kushughulika na shinikizo la juu la damu ama pressure, ama hypertension na mambo mengine kadhaa. Sasa hapa kwa namna ambavyo tulikuwa tunatumia kwa miaka mingi, hata sasa inatumika hivyo, huwa c unachuma, unachuma tunda hili japo e, sehemu sehemu zote za mmea huu zina kazi mpaka majani mpaka majani haya yana faida yake kiafya. Sasa kwa namna ambavyo sisi tulikuwa tunatumia hapa, tulikuwa tunamenya, yani unamenya hivi viganda vyake, ukimenya hivi vina, vinatoka namna hii. Ehe, vinatoka, vinatoka, hivi alafu unaanika. Ukishaanika baada ya vikikauka, baada ya kama e, itategemea. Sasa ukianika sehemu yenye na inashauriwa uanike sehemu ambayo ina kivuli au sema useme jua sio kali, yani ule ukaukaji usiwe wa haraka haraka sana, au sio chini ya jua kali. Kwa hiyo ukianika maeneo kama hayo, inaweza kachukua siku tatu au hata nne e, kukauka. Alafu ikishakauka hii unaweka kwenye maji ambayo baadaye utakwenda utachemsha, au unaweza ukachukua maji ya moto ukaweka kwenye e, hivi vidudu ambavyo vitakuwa vimeshakauka, baadaye vinaji Kuchuja zile content ambazo ziko ndani zinayuka, zinaingia kwenye kwenye maji. Ikishaingia kwenye maji unakuwa unapata juisi yako. Juisi ya kwanza unaweza ukatoa hizi ukaziweka pembeni, baadaye tena unaweza kaanika kabisa tena halafu baadaye utachukua tena, uta tena hizi utaongeza tena maji ya moto kwa ajili ya kutengeneza juisi nyingine. Unaweza kaweka sukari kidogo, japo sio vizuri sana kwanza kuweka sukari. vile vile kama kama ladha yake kidogo huipendi kwa sababu yana uchacho fulani kwa, kwa changamoto ambayo tunaipata kwenye dawa kama hizi ni dozi. Yani, kujua exactly kwamba, kujua kwa uhakika kwamba mtu atatumia kiasi gani, au kama ni vikombe basi atumie vikombe vingapi bado imekuwa ni changamoto, na atumie kwa siku ngapi inakuwa ni changamoto, lakini hiki pia ni chakula kwa muhimu ni usi, usi, usi, usinywe too much, usinywe nyingi sana. Lakini pia uwe unatembelea vituo vya afya ama hospitali kwa ajili ya kucheki. Kama ni kisukari basi ucheki unavyotumia una, una, una hii sukari kwenye damu inakwenda namna gani, wewe unaifanyia monitoring kila wakati. Kama ni pressure hivo hivo, kutana na wataalamu, wao wanakushauri kila baada ya muda fulani, ili afya yako iendelee kuwa sawa, sawa. kwa kuna huu kuna hii mingine hapa pia, mm ingine hii hapo hivi. Ni vidogo vidogo, lakini imekuwa inaota hapa kwa miaka miaka. Kwa hiyo hii ndio rozela ambayo ni species fulani ya Hibiscus, au wengine wanaweza kaita tu Hibiscus, lakini kwenye hibiscus humu kuna kuna mimea mingi, ila hii specifically imezoeleka kwa jina la rozela, rozela. Mpaka hapo tumefika mwisho. Jitahidi upate mmea huu, kama uko maeneo ambao unaweza kuotesha, otesha. Hata kama huumwi, tengeneza juisi yake tu huo unakunywa, itakusaidia sana kwenye afya yako. Tumefika mwisho kwa sasa, ni PDK Generation, tukutane katika makala nyingine. Babai kwa sasa.